Gavana wa Mombasa Hassan Joho aliyesema hayo wakati akitoa miavuli maalum ya kuwakinga wafanyabiashara kutokana na mvua na jua katika masoko ya Kongowea na Makinon alipoongeza kwamba mikakati imewekwa kuyafanya masoko hayo kufanya kazi kwa saa 24 hivi karibuni. I want you to have a conversation with us on how we can change this market to be a 24 hour market. Tumeelewana? Sasa kama nyinyi mutafanya na shift, mutakaa muweke mufanye na shift, mama ukichoka weka mwanayo, baba ukichoka weka mjukuu wako, lakini soko ifunguliwe masaa ishirini na ngapi? Joho ametoa onyo kali kwa viongozi katika eneo hilo dhidi ya kuyatumia masoko hayo kwa manufaa yao binafsi. Wale walosota walo ndio wapate nini, manufaa alafu, wengine wakija, kama kutotokea nafasi wale wa nje nao waingie ndani. Kwanza wa ndani wakae ndani, kukitokea nafaa kama kutotokea nini? If we expand the market, then the people, the number of the people will grow, sivyo? Wafanyabiashara katika masoko hayo wametakiwa kupuuza madai yanayoenezwa kwamba watu kutoka nje wenda wakapewa nafasi kabla ya wenyewe.